Nagusa vichwa vyenu hapo. Pokea baraka. Pokea baraka. Pokea baraka. Pokea baraka. Pokea baraka. Kwa jina la Yesu. Wale kunguru walieheshimiwa na Mungu wakatumiwa na Mungu kulisha mtu wake. Na wewe Mungu akutumie. Akutumie. Asikuache. Hakuinue, weka dabiu zenu hapo, mwambie Bwana, nimefanya. Rudia maneno hayo, nimefanya kama nilivyo, kwa jina la Yesu. na ruhusu mafuta ya ajabu hapo, na ruhusu upako usiozuilika, kwa jina la Yesu wale kunguru hawakukosa kitu kwa sababu kulikuwa na mtu lazima ale. Wale kunguru walifanikiwa kwa sababu walisimama na Elia kwa jina la Yesu. Hivyo maisha yako yakawe, unaponisikia sahi kwa njia ya media, au unanisikia moja kwa moja kwa sauti In the mighty name of Jesus, in the name of Jesus receive power, receive anointing, receive double grace, receive favor in the name of Jesus. Kama wale kunguru hawakukosa kitu, kwa sababu kuna mtu alitakiwa ale, walifanikiwa, wakaleta mkate asubuhi jioni nyama the the Bible told us in the book of First Kings chapter 17, na hapo ndipo tunaona wale kunguru walifanikiwa sana nyakati za Eliya walifanikiwa mno, wakiwa wanaenjoi kufanikiwa kwao wakati Eliya akiweko, lakini Eliya alipoondolewa, bila shaka walipata ugumu. Lakini wewe in the name of Jesus upate wepesi kwenye maisha yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jina la Yesu. upate wepesi kwenye biashara zako, kwa sababu kuna mtu anatakiwa vae, kwa sababu kuna mtu anatakiwa ale mimi wale kunguru walifanikiwa kwa sababu kuna mtu alitakiwa kula, kuna mtu alitakiwa apate mkate, kuna mtu alitakiwa apate nyama. Nao asubuhi kuna kitu walileta, na jioni kuna kitu walifanya. Wale kunguru walifanikiwa kila walikoenda, kwa sababu kuna mtu wanamhudumia, kuna mtu wanamhudumia. Natamka baraka juu ya maisha yako, unayesimama na mwana wa Mungu, unasimama na Mungu, unaposimama na mtumishi wa Mungu umesimama na Bwana majeshi. Kila anayeninywesha kikombe hata cha maji, thawabu yake haya ya ya ya ya, ya ile kwako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na Yesu, pokea upenyo, pokea breakthrough kwa namna ya kushangaza. Katika mwezi wa tatu mambo yako yabadilike. Kila unakokwenda pasiwe na ugumu. Kila unakokwenda iwe kwako, nasema iwe kwako kwa jina la Yesu. Na we mpenzi msikilizaji unayenisikiliza sasa hivi kokote uliko, kwa jina la Yesu nasema wale kunguru walifanikiwa kwa sababu walikuwa wanasimama na mtu wa Mungu, na wewe unaposimama na mtu wa Mungu unaenda kufanikiwa, unaposimama na huduma unaenda kufanikiwa. Hiyo ndio siri ya ajabu, nataka uijue leo. Hiyo ndio siri nataka uielewe sasa kwa jina la Yesu. Naam, na naenda ukafanikiwe kwa jina la Yesu. Upako uwe juu yako. Naweza kusikia upako saa hii.